Naam, hujambo na karibu tena msikilizaji wangu katika sehemu ya tisa ya simulizi yetu isemayo sitasahau usiku ule. Hadi sasa ni mengi yametokea, yakiwemo majaribio ya, ya baadhi ya watuhumiwa kutaka kutoroka, na ukweli umedhihirika kuwa maumivu hayafi, bali huwa yanajificha tu kama kivuli cha usiku ambacho mara zote husubiri mwanga wa alfajiri. Lakini kuna watu ambao hawapendi kuona mwanga, kwao giza ni rafiki. Ndivyo ilivyo kwa wapanga njama wa mauaji ya familia ya mzee Nyalile. Kukualika ni mtunzi pia msimilizi wako Leonard Mubali, nasema hebu tuwe sote, niazime sikio lako katika sehemu hii ya tisa. Msikilizaji wangu, wiki mbili zilikwishapita tangu jaribio la kutoroshwa kwa makwapa na majuto kushindikana ama kugonga mwamba. Gereza limeimarishwa ulinzi wake kila kona sasa, na kufanyika mabadiliko makubwa ya askari magereza. Lakini tofauti na makwapa, majuto sasa kwa mbali ameanza kubadilika kwa kuingiwa na uchungu halisi kwa kile walichokifanya. Majuto huyu ameingiwa na hofu, amekuwa kimya sana mara zote, hata mdomo wake umekuwa mzito kueleza jambo. Lakini kwa Makwapa bado ana kiburi na kuonekana anajipa ujasiri wa kujisingizia kuendelea kuona kwamba walichokifanya hakina hatia kwake. Alikuwa akimjibu Majuto kwamba, wewe unahofia nini? Sisi tulitumwa tu. Majuto akisema hata kama tulitumwa, sisi ndio tuliotekeleza uovu huo. Kuna wakati walikuwa nagombana wao kwa wao ndani ya gereza, Majuto anamtuhuma Kwapa kuwa ndiye chanzo cha kila kitu. Ungejua kunyamaza, haya yote asingetokea, hofu yako huenda ndiyo ilifanya tukamatwe. Wanagombana, na kuna siku wakiwa wanagombana hadi kushikana mwilini, askari magereza alikuja kawacharaza bakora, wote wakatulia. Afande Baraka, ambaye sasa alikuwa akitembea na siri nzito moyoni, alianza kuonekana mwenye uchovu wakati wote, mtu aliyechoka mwili ya akili. Ukimtazama, hata uso wake ulikuwa kidogo umenyongea, bali akili na roho pia, vyote vilikuwa vimeelekezwa katika jambo hili hili la kesi ya mzee Nyarile. Alikumbuka wakati akiwa mafunzoni, walisisitizwa, waliambiwa kwamba ni lazima wawe watumishi wema na akaangalia askari wenzie wanachokifanya dhidi ya ubaya mkubwa namna hii uliofanywa dhidi ya familia ya mzee Nyalile, akaishia tu kusema kuwa kumbe kweli duniani kuna watu na viatu. Akiwa ofisini kwake usiku mmoja, aliandika kwenye daftari lake la siri huyo Afande Baraka maneno hayo yalisomeka hivi: siyo kila anayesema ni ndugu anamaanisha mema. Nimeanza kupata taarifa kutoka Igalangala, baadhi ya ndugu wa mzee Nyalile wanaanza kuzunguka kimya kimya, wakijaribu kusuka wazo kwamba kesi hii ivurugwe na kuleta amani kijijini hapo. Je, ni amani ama hofu ya kufichuliwa tu kwa ushiriki wao? Kutokana na hali hiyo, msaidizi wa fande Baraka anayejulikana kama sajenti Nyangusi aliamua kufunga safari kwenda Igalangala kwa ghafla, hataki watu wajue. Akawa naamini kuna zaidi ya kile alichodhani kimejificha huko, na hakuwa anafahamika na watu wengi kule. Na alipofika kule, akawa ametafuta kitu cha kumficha akiwa huko, maana waliomfahamu ni wachache sana, waliokuwa wakihudhuria mahakamani. Alifika kijijini Galangala akiwa ameambatana na mfanyabiashara mmoja maarufu tu ambaye yeye alikuwa mwenyeji, na akimtambulisha pale kijijini kwa wauza mazao kwamba nimekuja na mwenzangu ambaye naye anataka kununua mazao. Basi, msikilizaji wangu, Sarjenti Nyangusi akawa mnunuzi mazao haswa, muda wote sindano ya kushonea magunia kichwani na uzi mkononi. Wakati hayo yakiendelea, alikuwa akiendelea na upelelezi wake kimya kimya. Siku moja, aliwakuta wazee fulani wanakunywa pombe za jadi, akanunua debe mbili za pombe. Pale walishangazwa sana na wema wa mtu huyu ambaye hawajui kawanunulia pombe debe mbili na kisha kawaagizia mishikaki. Basi akawa ni ndugu yao kuanzia hapo. yeye hapa, Afande Nyangusi huyu alikuwa akinywa soda tu. Walipomuuliza mbona huyu pombe, akasema anatumia dozi, akaagiza na nyama wakala. Akaanza kuigiza kama anataka kuondoka, kuogopa kwamba kijijini hapo kuna wauaji kama wale waliomuua, anasikia kuna mzee alikuwa anaitwa Nyalile. Wale wazee wakacheka, wakasema ndugu yetu, walosiogope wewe, tulia tu hapo tuendelee kunywa pombe hata mpaka kesho, hakuna kitakachotokea. Kwani mzee Nyalile, kuuawa kwake ilikuwa ni visa vya kifamilia tu. Ndugu yangu, wewe tulia, tunywe pombe. Siri zikaanza kumwagwa hapo, zikisaidiwa na hamasa ya pombe. na mmoja wa wazee aliyekuwa na kunywa pombe hapo, pombe hiyo iliyonunuliwa na Inspekta Nyangusi, alimwambia kuwa kulikuwa na masuala ya kiukoo tu ambayo ndiyo yaliyosababisha hali hiyo, na akasema, tuna kikao cha siri usiku huu, na mimi ni mmoja wa wazee wa mila. Nikitoka hapa naenda huko, tunajadiliana. Tuna watoaji waliopo gerezani, maana Nyalila alishafariki. Kwa nini hawa waendelee kukaa gerezani? ni lazima tuvuruge hii kuleta amani hapa kijijini kwetu Igalangala. Alichofanya Inspekta Nyangusi ni kuzoeana kwa haraka na mzee huyo aliyekuwa amelewa pia na ambaye alikuwa anasubiriwa katika kikao hicho kama mzee wa mila alijifanya kama anamsindikiza hivi, huku akipanga mambo mengi, kwamba mbona unaondoka mapema wakati huku mambo yamekolea? Nitaka kuagiza pombe nyingine na nyama nyingine. Kisha akasema, baridi ni kali, naona nikuazime tu koti hili, utanipatia kesho huko kikaoni, kama nasema mtakaa usiku wa manane, sikuna baridi sana. Yule mzee akasema kweli, tena nikuwa na mpango nipitie koti nyumbani, sasa nitavaa hili hili la kwako. Akalipokea koti hilo kwa furaha asijue nini kinaendelea na kulivaa <muchos> msikilizaji wangu, kikao kiliendelea usiku wa manane kijijini Galangala na ni ndani ya nyumba moja ya zamani, ajenda ikiwa ni moja tu, wanaivurugaje kesi hii ili ukoo usivurugike na familia isisambaratike. Inspekta Nyangusi ameweka nini ndani ya koti hili alilomwazima mzee huyu wa kimila kwa kisingizio cha kumwonea huruma dhidi ya baridi? Na iwe mvua iwe jua, Inspekta Nyangusi asubuhi ama usiku huo huo, ni lazima lipate koti hilo. Nini kitatokea hapa, hata mimi sijui. Ni jambo la kusubiri na kuona. Kuna mjukuu wa dada yake mzee Nyalile ambaye ni polisi kwa kazi yake katika mkoa mwingine kabisa, mbali na kwao. Yeye ameanza upya kulifuatilia swala hilo, ameenda hadi Arusha kukutana na Mliti na anajiandaa kwenda kule Nairobi kumtembelea Nasra. Nini kitajiri hapa? Ni jambo la kusubiri na kuona. Siri yote tafunuliwa katika kitabu cha wazi kabisa, ikimaanisha ndani ya sura ya kumi. Kuwa wa kwanza kupata sehemu mpya kila inapowekwa kwa kusubscribe chaneli hii. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kwa heri kwa leo. Waswahili walisema, mbaya wako hata akikukuta unaogelea atasema, kwa nini unanitimulia vumbi?